wezo na mamlaka kwa sababu Mungu amewaweka mbele zetu na katika maisha yetu, na kutii kwa sababu unaitwa kutii katika maisha haya na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Lazima tujifunze kuwa tayari pale ambapo tunaianza Jumatatu yetu ambayo ni njema, tumeiamuru na kuitamkia mambo mazuri, na wala neno la Mungu alikutuelekeza kutamka mambo ambayo sio mema katika siku yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana katika neno hili. Kazi njema hilo ndilo ndio tulioitiwa na Bwana, wasimtukane mtu yeyote. Je, unaweza kuwa umeanza siku yako hata tayari ni masaa ya asubuhi na mapema tayari umeingia katika matukano na jirani unayeishi naye tayari umeingia katika matukano kupitia mitandao, simu za mkononi, umekwisha kumtupia mtu maneno ambayo sio sahihi. Neno la Mungu linasema ukumbuke kudumu katika kazi njema, usimtukane mtu yeyote, usiwe mgomvi, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Usiingie katika matukano, mpendwa unapoanza wiki yako, uwe mpole na uwe mwema ukionyesha upole kwa watu wote. Maana hapo zamani, sasa tunalinganishwa wakati ambapo hatukumfahamu Kristo na wakati huu ambao tunamfahamu Kristo, lazima tofauti ionekane katika maisha yetu. Je, wewe unayo tofauti, ama unaingia katika mafarakano? Unaingia katika ugomvi unaingia katika kuwagawanya watu. Mungu wa mbinguni akusaidie na kukurehemu, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Na kama kuna kitu kimoja ambacho tumekuwa tukimwomba Mungu ni hili, atupatie akili ambazo ni njema. Mtu mwenye akili njema awezi kuingia katika magomvi, awezi kuingia katika matukano, awezi kuingia katika kazi ambazo sio njema, kwa sababu ya akili yake ambayo Mungu ameiguza inamwongoza katika kila kazi njema, kwa sababu katika kazi njema mnayo faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoingia katika mafarakano, unapoingia katika magomvi, hauwezi kuwa na siku yenye baraka, hauwezi kuwa na maisha yenye baraka. Utaishi maisha ambayo hayana mwelekeo, kwa sababu ya namna ambavyo ulivyochagua kuishi na ukumbuke, maisha ambayo unayaona mbele yako, maisha ambayo Mungu amekupatia yanategemea chaguo lako wewe mwenyewe. Amesema uchague, aidha udumu katika matendo mema, ama udumu katika magomvi na mafarakano. Lakini kile ambacho utakiendea kwa njia ya kuchagua, ukumbuke ya kwamba yapo matokeo ambayo lazima uyapate katika maisha Haya, kwa hivyo Mungu atusaidie sana, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukiutumikia, tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Je, mambo haya yanaweza kuwa bado yapo katika maisha yetu? Tunaishi katika kuchukiza na kuchukiana. Tunamchukiza Mungu huku tukichukiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Hiyo siyo kazi njema. Hiyo siyo kazi ambayo Bwana ametuitia. Bwana Mungu ametuomba tuweze kubeba akili iliyo njema ili tukajitoze katika kazi zenye faida, kazi ambazo zitamzalia Mungu matunda ambayo ni mema katika jina la Yesu ambayo yana ujira ambao utatusaidia hata kupokea taji siku ya Bwana itakapofika. Lakini wema wake mwokozi wetu Mungu pale ambapo tulipokuwa zamani zile, tulipokuwa hatuna akili, tulipokuwa waasi, tulipokuwa tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, lakini wema wake Mungu sasa. Neno la Mungu linasema, lakini wema wake Mungu mwokozi wetu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa ulituokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema wake Mungu ulipofunuliwa kwetu, kupitia wokovu usioharibika ulitusaidia kuondokana na machukizo, ulitusaidia kuondokana na usuda, ulitusaidia kuondokana na minong'ono, ulitusaidia kuondokana na kuchukiza, ulitusaidia kuondokana na kuchukiana mambo haya Roho wa Mungu atusaidie tuondokane nayo, kwa sababu yapo katika fungu ya wenye kila kazi njema. Kazi njema zina matunda ambayo ni mema. Mungu wa mbinguni atusaidie pale ambapo tunaianza siku yetu, tukumbuke kunyenyekea, kitu cha kwanza na kitu cha pili, kwa wenye mauweza na mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Jambo lingine neno la Mungu limetukumbusha tunapoianza siku yetu, tusiingie kwa kuwatukana watu wowote, ama wasitukane mtu yeyote, wasiwe na ugomvi. Haya mambo tunayoona katika maisha yetu, katika jamii tunazoishi, lakini neno la Mungu linatuomba, linatuasa tukae mbali na mambo haya, kwa sababu mwokozi kwa upendo wake aliweza kuyageuza mawazo yetu na akili zetu kupitia kufunuliwa kwa jina la Yesu, kupitia wokovu usioharibika, ili tukaondokana na mambo haya ambayo hayana faida katika maisha yetu. Mungu atusaidie sana, na Mungu aturehemu ili tuweze kuwa watu wa kazi njema. Wapendwa, kazi njema ni nyingi sana, tukianza kuzifanya hatuwezi kufikia mwisho wake. Kwa nini tunamruhusu adui aweze kufungua milango na kututumikisha katika kazi ambazo hazina faida? Achana na ugomvi, achana na menong'ono, achana na usuda, achana na kuchukiana, achana na kuchukiza, kwa sababu mambo haya na wala hayampendezi Mungu hata kidogo. Ni neno la kuaminiwa. Mstari wa nane: na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu ili wale waliomwamini Mungu wakakumbuke kudumu katika matendo mema hayo, ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Neno la Mungu linatuambia neno hili ambalo tumekumbushwa ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu kama vile ninavyoyanena hapa kwa nguvu, kwa sababu ninajua yana faida unapoyabeba na kuyafanyia kazi, ili wale waliomwamini Mungu, kwa sababu yeye ametuokoa, wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena, yana faida kwa wanadamu. Mungu atusaidie sana, tujikite kwa mambo haya ambayo yana faida na ni mema na yanampendeza Mungu. kumi na nne. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Lazima tufanye maamuzi ya kudumu katika kila kazi njema, kwa sababu ukitepetea kidogo tu adui anakuotea pale mlangoni, atakuingiza katika kazi ambazo hazina matunda, hazina faida. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Mungu anadai matunda katika siku ya leo. Je, uko tayari ama unataka kuendeleza usuda? Unataka kuendeleza kugawanya watu, unataka kuendeleza mambo ya ugomvi, unataka kuendeleza mambo ya kugawa makundi ambayo Mungu amekuweka ndani yake. Roho wa Mungu akusaidie uondokane na hayo mambo kwa sababu huwa yanamchukiza Mungu. Tuende tukaingie katika siku yetu ambayo ni nzuri na maridadi, ambayo wengine walitamani kuiona ili kuendeleza mambo mazuri walioyaanza, lakini leo hawapo. Je, mimi na wewe ni nani? Neema hii tusiitumie bure, tusiitumie vibaya, bali tukaitumie katika kufanya kazi ambayo ni njema. Watu wetu, mstari wa kumi na nne, nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Mungu anadai matunda katika siku ambayo ametupatia, siku yenye baraka, siku ambayo ni ya kipekee. Hii siku ya Jumatatu unayoiona leo siyo siku ya kawaida. Hii ni siku ambayo ni speciali sana, siku ambayo ni maalumu. Unapoyaendea majukumu yako, usiyaendee kama vile ambavyo umekuwa ukiyaendea katika mazoea. Yaendee ukijua ya kwamba Mungu anadai, ukauwe mtu ambaye una matunda. Kwa ulazima wowote ule, lazima uachane na mambo mengine ili ukaweze kupata matunda ambayo yatadumu. Zalieni Bwana matunda ambayo yana dumu. Wakati mwingine neno la Mungu yanatuambia tumzalie Bwana matunda ya ipasayo toba haya ni matunda ambayo yanadumu. Hayo mambo ambayo yamekuwa ya kuchukiza, ambayo unajua kabisa hayampendezi Mungu, kwa sababu unafahamu, akili zako ziwazi, akili zako zimefunuliwa kupitia wokovu wa Kristo Yesu. Usiendelee katika mambo hayo ambayo yanamchukiza Mungu, kwa sababu kwa ulazima wote ule Mungu anadai ukaweze kumzalia matunda, kwa sababu iwaja siku ambazo ziko mbele yetu na atakuwa ameshika tuzo, ata tuzo mikononi mwake. Kwa nini ambapo kwa nini Mungu atakuja akiwa na tuzo mkononi mwake? Kwa sababu alitupatia kazi na baada ya kufanya ile kazi katika uadilifu na wema tutapokea taji zisizonyauka. Taji zisizonyauka utazipata wapi? Utazipata katika kujitoza katika kazi ambayo ni njema. Ondokana na kazi ambayo haina sifa njema ili ukamwadhimishe Mungu mahali popote pale ambapo amekuweka. Neno la Mungu limekukumbusha pia, ukawe wakili mwaminifu katika kazi ambayo unaiendea ili Mungu akatukuzwe katika hiyo kazi njema ambayo unaenda kuifanya ukawe mtu ambaye ni mtu wa thamani katika mahali ambapo Mungu amekuweka. Nenda ukafanye vitu katika ubora wake, nenda ukafanye vitu katika utofauti wake, ili jina la Bwana lisitukanwe bali jina la Bwana liimidiwe katika hiyo kazi unayoiendelea. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Na hilo ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo. Naomba tusimame kwa sadaka yako mkononi, tunapomtolea Mungu asubuhi ya leo Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana kwa sababu kila wakati, kwa vyovyote vile ambavyo umekusudia, kila mapambazuko ya siku unatusemea ama kutusemesha neno lako. Neno lako lina nguvu, tena linafanya kazi naomba Roho wa Mungu akatusaidie na kutupa akili tulibebe neno lako kama vile lilivyo, ili Mungu tukajue ya kwamba unadai kazi njema katika maisha yetu. Kwa ulazima wowote ule unadai tukawe watu ambao tuna matunda. Kwa ulazima wowote ule Mungu unatudai tukaepukane na kazi ambazo hazina sifa njema, kwa sababu Mungu umetuokoa kwanza kwa uokovu ambao ni wa gharama kubwa sana, uokovu ambao ni wa thamani sana, uokovu ambao ni wa kipekee. Jina lako litukuzwe. Na sasa Mungu wa mbinguni tunapoanza siku yetu njema, ukatusaidie ili Mungu tukawe watu ambao tunajitoza katika kazi ambazo ni njema na tukuzalie matunda ambayo yanadumu huku tukikumbuka ya kwamba tunahitaji kukomboa wakati, kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati za uovu tunakutukuza kwa mambo yote sante kwa uaminifu wako, sante kwa kila mmoja ambaye amefuatilia ibada hii ya asubuhi, anapoingia katika majukumu yake, anapoenda katika mahali ambapo Mungu umemwekea ili akazalishe, ili akawe mtu wa kudumu katika kazi njema. Baba, tunatamka baraka, tunatamka utakaso kwa ajili ya kila kazi njema. Bwana Mungu ukatulinde na ukatuongoze, ili tukafanikiwe katika kila kazi njema. Mikononi mwetu kunazo sadaka, Baba Mungu wa mbinguni, uzitakabari ili zikaweze kufanya kazi ya injili isonge mbele kwa kasi kubwa sana, tukijua ya kwamba wakati wa majilio ni wakati wowote wa sifa heshima na utukufu neza kwako. Sande kwa kipindi cha semina, sande kwa mwalimu Musa Musa, sande kwa wachungaji wetu, sande kwa viongozi wa sinodi, sande Mungu kwa viongozi wanaomsaidia mchungaji, wazee na wahudumu, na viongozi katika idara mbalimbali mbali, na Wakristo wote kwa ujumla wao. Fuatilia moja moja, e, Roho Mtakatifu wa Mungu chenga makao katika nyumba zetu, na utusaidie kula katika manyumba yetu, tukaweze kukuzalia matunda katika kila kazi njema. Kama ni mzazi, asimame katika nafasi yake na kufanya kazi mpasayo mzazi, katika malezi mema ya watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, Mungu wa mbinguni, pokea sifa, heshima na utukufu. Damu ya Yesu Kristo inenee mema wiki yetu, huku tukiitakasa kwa damu hiyo hiyo, ili kalete matokeo na kazi ambazo zitakutukuza wewe. Sifa heshima na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu, tumeomba na kushukuru Amen. Amen. Amen. Karibuni tuweze kumtolea Bwana na jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na mtole

Yote kwako Mokozi, natoa sasa. Amen. Mungu awabariki sana kwa kuwa sehemu ya ibada hii asubuhi. Nenda kafanye kazi kwa bidii na kwa uaminifu wote. Kumbuka ya kwamba mambo huwa hayatendeki tu, mambo husababishwa kuwepo na kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yote mazuri, mambo yote mema hayatendeki tu, lazima uinuke na kuangaza na kusababisha hayo mambo vile ambavyo ungependa yawe, na tukawe na siku njema, tukutane baadaye katika semina na ratiba mbalimbali mbali ambazo labda tulitangaziwa. Na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Twenende na amani ya Bwana.